Katika taarifa mbalimbali za kimataifa, naungana na Ibrahim na Rahby, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Na Rahby, karibu. Nimezungumzia hapa taarifa ya Misri, uh, Israel, Urusi na uh, benki ya Afrika kupata uh, kiongozi mpya, lakini pengine tugusie hili la Israel ambapo waziri wa fedha enye amesema kuwa serikali imeidhinisha Uh, makazi mengine ishirini na mawili na haya ni mapya ya walowezi katika eneo la Ukingo kule wa Magharibi. Uh, unaweza kusema ni mwendelezo uh, wa uvunjaji wa sheria za kimataifa, kwa sababu sheria za kimataifa zinatambua eneo la Ukingo wa Magharibi, ile West Bank ni eneo la Wapalestina, na ni eneo ambalo linakuja mpaka mashariki mwa Jerusalem, hmm, ambalo ndio Uh, wanataja Jerusalem mashariki. Ukirudi kwenye mkataba wa mwaka 93 wa Oslo, unataja Jerusalem mashariki kuwa ndio itakuwa mji mkuu wa taifa lijalo la Wapalestina, ni Jerusalem mashariki, sio Ramallah kama ilivyo hivi sasa, ni Jerusalem mashariki. Sasa uidhinishaji uh, wa ujenzi wa makazi mapya ya walowezi ni kwenda tena kuvunja sheria za kimataifa ambazo zinaainisha kuwa haya ni maeneo sio yenu na kwa nini wamefanya hivyo? <clears throat> Wamefanya katika kujibu presha ya Magharibi. Ni kuna kuna mazungumzo yanayoendelea kati ya washirika muhimu sana wa Israeli, Ufaransa na Uingereza, pembeni na Saudi Arabia, kuwa mwezi Juni ujao, uh, pale, nini, hawa Ufaransa na Uingereza wanakusudia kutangaza kuitambua Palestina sasa kitendo cha wao kusema kuwa tutaitambua Palestina, wanakuwa ni katika washirika wenye wale wenye nguvu wale washirika wenye kura tano zile za turufu, yani wale washirika muhimu kabisa mm, ndio wanakuwa wa kwanza kutambua wepo Palestina. Kwa hiyo ni tishio kuwa, maanake Bazalil Smotrich waziri, waziri huyu wa, wa, wa, wa fedha wa Israeli pamoja na waziri wa, wa, wa, wa mambo ya nje wa Israel Israel Katz wame waliwatishia Uingereza na Ufaransa kuwa, ikiwa kweli mna nia ya kutangaza kuwa pale, mnaitambua Palestina basi sisi tutaweka makazi mapya ya walowezi. Lakini bado kama kuna mchezo unachezwa ukitazama jinsi walowezi, yani haya makazi yanavyowekwa, mfano uh, West Bank, ukiangalia walivyoyaweka yale makazi, yani si unajua kwa mtu kuelewa makazi mapya yanakuwa ni hivi kuwa yani ni kama hii Dar es Salaam, eneo lote ambalo kuwa liko chini ya udhibiti wa Israel kwa sababu usalama wa West Bank wote uko chini ya Israel, mpaka kwenye mipaka ya Jordan uko chini ya Israel. Sasa wanachofanya ni kuvuruga taifa lijalo, wanachofanya walikuwa Jerusalem, mfano Jerusalem Mashariki iligawiwa sehemu tatu katika mkataba wa Oslo abc a asilimia 22 asilimia 18 na asilimia sitini ishirini na mbili 100% ikontroliwa na Wapalestina, asilimia 18 itakuwa mchanganyiko wa Palestina na Israeli, asilimia inayobaki yote ya Israeli. Sasa hili ni eneo ambayo liko vile. Sasa wanachofanya ujenzi inakuwa, wanaweka ujenzi mkubwa, labda mfano Tabata, wakimaliza Tabata wanakwenda Ubungo. Mm. wanaenda kuweka ujenzi mkubwa wa Wayahudi, wakimaliza pale wanakwenda Kimara wanaweka yani, kuna kuwa wanakaa hapa, wanakaa hapa, wanakaa hapa, wanakaa hapa ili waje kuvuruga. Wapi? Siku mtaposema kuwa sasa tunataka taifa la Palestina, hiyo ramani hamwezi kuichora kwa sababu itakuwa, ha kwa sababu itakuwa ha ha hapa wapo mm. wao nyinyi mpo hapa, hapa wapo wao nyinyi mko hapa halafu wanachokulazimisha kukupeleka kwenye ile mikataba kuwa maeneo ambayo wanakaa walowezi hawataondolewa. mm. Sasa utaichora vipi nchi, itakuwa itagaiwaje? Lakini ukirudi 1967 mpaka 1993 hapakuwa na maka, ma, makazi mengi zaidi ya walowezi upande wa pili. Kwa hiyo ramani ilikuwa inachoreka kuwa hili eneo mfano Jerusalem mashariki ilikuwa ni warabu magharibi ni Wayahudi, ni wa, kwa hiyo ilikuwa rahisi tu kujua tu kuwa hao watabaki huku hao watabaki huku, lakini sasa kinachofanywa ni kusudi kuwa tunaweka hapa tunaweka hapa tunaweka mm. hapa tunaweka hapa, ili usipate ule mchoro, kuvuruga kile kitu kinachoitwa kuwa wa pili. mapokezi yao katika hili? Upande wa pili, eh, tayari umeti, unajua kama wiki mbili zimepita au wiki tatu, kumekuwa na presha hasa kutoka kwa washirika muhimu wa Israeli. Mfano wa magharibi wamesukuma sana, mnaemsikia hata ambaye unaona kama Ujerumani. Ujerumani mm. ndio mfadhili wa pili wa kile kinachotokea Israel, ukitoa Marekani anayesaidia sana Israel kwenye vita. Zaidi ya asilimia sabini nane ya msaada wote wa silaha na kila kitu unatoka Marekani, lakini anayefata ni Ujerumani. Nime, mpaka kansela mpya huyu Merz anashutumu, anasema kuwa hivi sasa kinachofanyika Gaza sio tena kuwatafuta Hamas, kimevuka mstari, akishutumu Israel kuwa lazima mwache. Na ndio maana unaona Israeli within two weeks zilizopita, iliruhusu misaada ianze kuingia, kwa sababu inasema kuwa inapoza presha ya washirika wake wa magharibi, ambao wanaishutumu hivi sasa kwa kile kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo huu uamuzi ambao unaotolewa hivi sasa ni kama kati ya vita ya Israeli na washirika wake wa Magharibi ambao wameamua ku, ku, kuparurana wenyewe katika njia zao. Kwa hivi sasa hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukakitafsiri kwa sasa, ni zaidi ya mvutano wa Israeli na washirika wake wa Magharibi. Naam, shukrani sana.